Kijana mmoja aliyeitwa Amani alizaliwa kwenye mazingira magumu sana katika jiji la Dar es Salaam. na baba yake Amani alikuwa mfanyakazi mdogo wa ujenzi, aliondoka nyumbani akiwa bado mdogo, akimwacha na mama yake peke yake. Mama yake aitwaye Rose alikuwa mfanyakazi wa kazi za ndani, lakini mshahara wake ulikuwa mdogo kwani haukutosha kulisha familia yake. Kwa bahati mbaya, mama yake aliugua ugonjwa wa kifua kikuu na pumu na baada ya miezi mitatu ya kuugua alifariki dunia akimwacha amani peke yake duniani. Amani alikuwa na umri wa miaka nane tu, alijikuta mtoto wa mtaani bila kuwa na nyumba ya kuishi, bila chakula cha uhakika, na bila mtu yeyote wa kumlinda na kumwelekeza. Dunia ilimgeuzia kisogo kama mtoto asiye na mtu. Maisha ya mtaani hayakuwa na huruma wala upole. Usiku alilala kwenye mabanda ya sokoni mara nyingine chini ya madaraja ya barabarani akikumbatiwa na baridi kali ya jioni. Wakati mwingine alilazimika kuokota mabaki ya chakula kwenye majalala ya hoteli na kuosha magari kwenye vituo vya mafuta ili apate shilingi chache za kununua mkate na maziwa. Uwizi, ghasia na mapigano vilikuwa sehemu ya kila siku katika maisha yake. Aliona marafiki zake wengi wakijiingiza kwenye madawa na uhalifu mbalimbali ili waweze kuishi. Baadhi yao walichukua njia ya uwizi, wengine walikuwa wakiuza madawa, na wengine walikuwa wakipigana kwa ajili ya chakula kidogo na kupata sehemu ya kulala. Alikosa upendo wa familia na mara nyingi alilala akilia kimya kimya, akiomba kwa Mungu ampe nguvu na uvumilivu. Lakini ndani ya maumivu hayo yote, Amani alikuwa na moyo wa kipekee na msimamo wa hali ya juu. Hakuwahi kuiba au kumdhulumu mtu mwingine hata alipokuwa na njaa kali kiasi cha kutojua atakula nini. Aliamini kwamba hata kama dunia imemgeuzia kisogo, yeye hatageuka kuwa mhalifu. Aliamua kwamba atapigania maisha yake kwa njia halali, hata kama itachukua muda mrefu. Wakati akitembea mitaani akitafuta plastiki na chupa za kuuza, Amani alipenda sana kuokota karatasi na kalamu zilizotupwa na watu. Tangu akiwa mdogo alikuwa na kipaji kikubwa cha kuchora. Alichora magari na nyumba nzuri, watu mashuhuri, na mazingira ya asili kwenye kuta za mitaa na kwenye karatasi alizozipata. Kila alipochora, watu waliopita walistaajabu jinsi alivyoweza kuchora kwa ustadi mkubwa bila kupata elimu ya kishule wala mwalimu. Lakini wengi wao hawakuchukua hatua ya kumsaidia zaidi ya kumtupia sarafu ndogo na kwenda zao. Wengi hawakumfahamu kwamba kijana huyo ana kipaji ambacho kingeweza kumbadilisha maisha yake kabisa. Siku moja, alikuwa na njaa kali bila kujua atakula nini. Alitokea mwanamke mmoja mkarimu aliyeitwa Mama Miriam ambaye alikuwa na duka la uchoraji na vifaa vya sanaa katikati ya jiji. Aliona kazi za Amani kando ya soko la Kariakoo, aliguswa sana na jinsi kijana huyo alivyoweza kuchora kwa ustadi mkubwa bila kupata elimu yoyote ya kishule. Kijana, hizi picha nzuri umechora wewe mwenyewe? aliuliza kwa mshangao. Ndiyo mama, napenda kuchora tangu nilipokuwa mdogo, Amani akajibu kwa hofu na heshima, akiogopa kwamba huenda amevamiwa na mtu ambaye angempiga au kuchukua vitu vyake vya kucholea. Mama Miriam aliguswa moyoni, aliona kwamba kijana huyo ana kipaji cha ajabu na anahitaji tu nafasi na msaada kidogo ili aweze kuendeleza kipaji chake. Alimpa kazi ndogo ya kusaidia kusafisha duka lake na kumruhusu kutumia karatasi na rangi zake kila alipokuwa na nafasi baada ya kazi. Kwa msaada wa mama Miriam, Amani alianza kujifunza zaidi kuhusu sanaa na biashara ndogo ndogo. Ingawa bado aliishi mtaani na maisha yakiwa magumu, alihifadhi kila shilingi aliyopata kutokana na michoro aliyouza kwa wateja wachache wa duka la mama Miriam. Lakini changamoto hazikuisha hata kidogo. Kila siku ilikuwa na mapambano mapya. Marafiki zake wa mtaani walimcheka kwa uchungu, wakimwita msanii wa bure na mjinga anayepoteza muda na kumshawishi arudi kwenye uhalifu ili apate pesa za haraka. Wakati mwingine alishambuliwa na vijana wenzake wa mtaani wakitaka pesa zake chache, akabaki amejeruhiwa vibaya usoni na mikononi. Alilazimika kulala hospitalini kwa siku tatu bila malipo, akitegemea msaada wa Mama Miriam. Alikosa chakula cha kutosha, mara nyingine analala njaa. Bila kukata tamaa, aliamini siku moja atakuwa na maisha bora na kuamini kwamba siku moja mambo yatabadilika. Hakukata tamaa, akaamini siku moja atafanikiwa. Wakati wa kiangazi na joto alikuwa anapata tabu sana na madhara makubwa, na wakati wa mvua maji yalijaa mahali alipokuwa analala. Usiku mmoja wa mvua kali na radi, akiwa amelala kwenye stendi ya mabasi ya Ubungo maji yakimzunguka na akitetemeka kwa baridi, Amani aliapa kwa nguvu moyoni mwake, nitapigana kwa nguvu zote hadi ndoto zangu zifanikiwe. Sitabaki hapa mtaani milele. Nitaionyesha dunia kwamba nina uwezo. Miaka ikapita polepole pole. Amani sasa alikuwa na miaka 18 na sanaa yake ikaanza kuvutia watu wengi zaidi. Mama Miriam alimsaidia kupata maonyesho madogo kwenye hoteli za kifahari na makongamano ya biashara. Wateja wakubwa wakiwemo watalii kutoka Ulaya na wafanyabiashara wa ndani walianza kununua michoro yake kwa bei kubwa zaidi. Kwa fedha za kwanza kubwa alizopata, shilingi elfu mia tano, Amani alikodisha chumba kidogo cha kuishi katika mtaa wa Sinza na kuacha rasmi maisha ya kulala mtaani. Alifurahi kiasi kwamba hajui afanye nini, kwani kwa mara ya kwanza tangu umri wa miaka kumi alikuwa hana pa kulala. Jua lilikuwa lake, mvua ilikuwa yake, baridi kali ilikuwa yake. Alijiandikisha katika shule ya sanaa kuanza kusoma usiku ili kuongeza ujuzi wake na kujifunza mbinu mpya za kuchora na kupaka rangi. Kila jioni, baada ya kufanya kazi kwenye duka la mama Miriam, alianza shule huku akijifunza kwa bidii. Alijua huu ulikuwa mwanzo wa safari ndefu, wala si mwisho wa changamoto zake. Hatua kwa hatua, alianza kidogo kidogo kuimarika kiuchumi na kiakili. Alianza kuona maisha yake kama ndoto na kuamini zaidi kwamba ana uwezo wa kufikia malengo makubwa zaidi. Baada ya miaka mitatu ya kazi ngumu na nidhamu kali, mambo yalianza kubadilika kidogo kidogo. Mama Miriam alimwezesha kukutana na mchoraji mkuu kutoka Italia ambaye alitembelea Tanzania. Mchoraji huyo aliijua kazi za Amani na kumpa amri kubwa ya kuchora picha za mazingira ya Afrika kwa ajili ya maonyesho makubwa ya kimataifa. Picha zake zilianza kuonekana katika majarida ya kimataifa na tovuti za sanaa, na watu kutoka nchi mbalimbali wakaanza kumtambua Amani. Alipata mikataba na kampuni kubwa za matangazo za ndani na kimataifa, akichora picha na nembo za kuvutia kwa bidhaa mbalimbali. Lakini mafanikio hayawezi kuja bila changamoto. Hasidi wakazuka kila mahali, baadhi wakisema amefanikiwa kwa bahati tu, wengine wakimchukia hata bila sababu na familia zao. Lakini idadi kubwa ya watu walipendezwa na Amani, kwani hakuwa na malingo wala majivuno. Miaka saba baada ya kuacha maisha ya mtaani, amani alikuwa amebadilika kabisa. Alifungua studio kubwa ya sanaa katika jiji la Dar es Salaam, akiajiri wasanii wengine 15 kuwasaidia katika kazi mbalimbali mbali. michoro yake iliuzwa katika maonyesho ya kimataifa ikivutia wanunuzi kutoka Ulaya, Amerika na Asia. Kila mchoro uliuzwa kwa bei ya dola za kimarekani 500 hadi 1500. Alipata mikataba ya kudumu na makampuni makubwa ya kimataifa ya matangazo na utalii, akichora picha za kuitangaza Tanzania na Afrika kwa ujumla. Akaweza kununua gari la kifahari nyumba nzuri katika mtaa wa Msasani na kuanzisha mitandao ya biashara mbalimbali. Kutoka kuwa chokoraa wa mtaani asiye na kitu, Amani sasa alikuwa tajiri mwenye heshima kubwa, akiendesha biashara za kisasa na kumiliki mali za thamani ya shilingi bilioni moja. Lakini hakusahau kamwe alikotoka na yale aliyoyapitia. Kilele cha moyo wa Amani kilikuwa sio utajiri wake mwenyewe bali namna ya kuinua wengine na kutoa nafasi kwa wale walio katika mazingira aliyoyapitia. Alianzisha miradi mikubwa ya kijamii. Kituo cha watoto wa mitaani kilikuwa na makazi kwa watoto mia moja, chakula cha kila siku, elimu ya bure na mafunzo ya ustadi. Kituo hiki kikawapa watoto nafasi ya kuishi kwa heshima na kupata elimu nzuri. Chuo cha sanaa kwa vijana kilichowapa watu nafasi mia mbili za kujifunza bure sanaa mbalimbali na kuuza kazi zao kwenye soko la ndani na la nje. Vijana wengi wakapata kazi nzuri na kuanzisha biashara zao. Programu ya mikopo ya vijana, alitoa mikopo ya kiwango cha chini kwa vijana wenye miradi ya biashara, akiwasaidia kuanzisha biashara zao na kuongeza kipato. Kituo cha utendakazi wa kijamii kilichohusika na kutoa msaada wa dharura kwa familia maskini malipo ya matibabu ya wagonjwa na msaada wa kimasomo kwa watoto wenye vipaji. Wakati wa kufungua kituo chake cha watoto wa mitaani, Amani alisimama mbele ya mamia ya watoto waliokuwa kama vile yeye miaka iliyopita, pamoja na waandishi wa habari, viongozi wa serikali na wafuasi wake, na kusema kwa machozi ya furaha, mimi nililala kwenye mitaro, nilikosa chakula na upendo wa familia nikanyanyaswa na watu na wakati mwingine nikahisi kama sifai kuishi kwenye hii jamii, lakini sikuwahi kukata tamaa. Kila mmoja wenu ana mbegu ya ndoto ndani yake. Msiache yeyote awaambie hamuwezi kufikia malengo yenu. Mnaweza kufanikiwa kama mimi au hata zaidi ya mimi. Mchango wa Amani haukusimama kwenye miradi yake tu, aliongoza mapinduzi makubwa katika tasnia ya sanaa Tanzania. Alikuwa msemaji mkuu katika mikutano ya kimataifa kuhusu sanaa na maendeleo ya kijamii Afrika. Alifundisha na kuwaongoza wasanii wengi ambao sasa ni mashuhuri Afrika na duniani. Alianzisha muunganiko wa wasanii wa Afrika Mashariki, ukiwaunganisha wasanii na masoko ya kimataifa. Kila mwaka alimudu kutoa asilimia 30 ya mapato yake kwa miradi ya kijamii, akisaidia zaidi ya familia elfu moja za maskini. Jina la Amani lilianza kuwa mashuhuri sio tu Tanzania bali Afrika nzima na duniani kwa ujumla. Serikali ya Tanzania ilimtewa kuwa balozi wa utamaduni, akiwakilisha nchi katika mikutano ya kimataifa. Alipokea tuzo nyingi za kitaifa na kimataifa kwa mchango wake katika sanaa na maendeleo ya kijamii. Vitabu kadhaa viliandikwa kuhusu hadithi yake na filamu moja ilitengenezwa kuonyesha safari yake ya ajabu shule nyingi zilianza kufundisha hadithi yake kama kielelezo cha uvumilivu na utunzaji wa ndoto. Hata katika mafanikio makubwa, Amani hakusahau umuhimu wa maisha ya kibinafsi. Aliamua kuwa mwanamke aliyeitwa Grate ambaye pia alikuwa msanii na mhanga wake mkuu katika kazi za kijamii. Walipata watoto watatu ambao aliwalea kwa maadili ya juu na kuwaelekeza katika njia za uongozi na kutumikia jamii. Amani alikuwa akisema, utajiri wa kweli si ule ambao upo kwenye benki, bali ni athari nzuri unayoiacha katika maisha ya watu wengine. Safari ya Amani kutoka chokoraa wa mtaani hadi tajiri mkubwa na kiongozi wa kijamii haikuwa ya haraka wala rahisi. Ilikuwa ni mchanganyiko wa maumivu makuu, upweke, hofu na matumaini madogo madogo yaliyompa nguvu ya kuendelea kupambana. Alithibitisha kwa ulimwengu mzima kuwa kila majeraha yanaweza kugeuka nguvu, na kila ndoto inaweza kuchanua ikiwa kuna subira, uvumilivu na moyo wa kupambana bila kukata tamaa. Mazingira magumu ya utoto hayapaswi kuwa kikwazo cha maisha, bali yanaweza kuwa msingi wa uongozi na mafanikio makubwa. Msaada wa watu wazuri kama Mama Miriam unaweza kubadilisha kabisa maisha ya mtu, na kwa hivyo tunapaswa kutafuta nafasi za kusaidia wengine. Mafanikio ya kweli ni yale yanayojumuisha kuinua wengine na kutoa nafasi kwa walio katika mazingira magumu. Hadithi ya Amani ikabaki kama kioo cha matumaini, kwamba hata kwenye giza totoro la mtaa miale ya mwanga inaweza kung'aa na kugeuza maisha kuwa hadithi ya ushindi mkuu. Ni kielelezo cha kipekee kwamba kila binadamu ana uwezo wa kubadilisha mazingira yake na kuwa mchango mkubwa katika jamii yake. Leo hii jina la Amani linajulikana kote Afrika na sehemu nyingi za dunia kama kielelezo cha uongozi, ubunifu na upendo wa jamii. Yeye ndiye ushahidi kwamba hakuna hali mbaya inayodumu milele na kwamba kila mtu ana uwezo wa kufikia malengo makuu ikiwa ana imani, subira na ari ya kupambana. Huu ndio mwisho wa stori yetu. Asanteni wote uliosikiliza hadithi hii, tuwe wema kwenye jamii zetu.